Mahakama ya Korea Kusini imemhukumu aliyekuwa mke wa rais wa zamani wa Korea Kusini Yun Sekiori, Bi. Kim Keon Hee kifungo cha miaka ishirini jela kwa kosa la rushwa. Hukumu hiyo imetolewa wakati ambapo taifa hilo pia likisubiri uamzi mwingine mzito dhidi ya aliyekuwa rais wa taifa hilo Yun Sekiori kuhusiana na tangazo la sheria ya kijeshi aliyoitoa mwaka mmoja uliopita. Hii ni Trigen Media. Mahakama ya wilaya ya kati ya Seoul ilibaini kuwa Bi. Kim Keon Hee alipokea hongo kutoka kanisa la Unification, kwa ahadi ya kutoa ushawishi na upendeleo wa kibiashara kwa niaba ya taasisi hiyo, hatua iliyokiuka sheria za maadili na utawala bora. Hukumu hiyo imetolewa pia ikiwa ni takriban wiki tatu kabla ya mahakama hiyo kutoa uamuzi mzito katika kesi nzito inayomkabili rais wa zamani Yoon Suk Yeol anayeshitakiwa kwa uhaini kufuatia hatua yake ya kutangaza sheria ya kijeshi. Kesi ya Yoon imevuta hisia kubwa ndani na nje ya Korea Kusini, ikizingatiwa kuwa tangazo la sheria ya kijeshi ilitafsiriwa na wengi kama jaribio la kukiuka utaratibu wa kidemokrasia na mamlaka ya kiraia. Awali ali mwendesha mashtaka alienda mbali zaidi kwa kuiomba mahakama imhukumu Yoon Suk Yeol adhabu ya kifo, jambo linaloifanya kesi hiyo kuwa moja ya kesi nyeti na za kihistoria na inayozua mjadala mzito katika siasa za Korea Kusini. Yoon Suk Yeol ni mwanasiasa wa Korea Kusini na mwendesha mashtaka wa zamani aliyewahi kuwa rais wa Korea Kusini. Kabla ya kuingia katika siasa, Yun Sokiori alijijengea umaarufu mkubwa kama mwendesha mashtaka mkuu, Prosecutor General, akisifika kwa kusimamia kesi nzito za rushwa zilizohusu viongozi wakuu wa serikali na makampuni makubwa. Umaarufu huo ulimfanya aonekane kama mtu imara zaidi dhidi ya ufisadi na hatimaye akaingia kwenye siasa. Aliwania urais kupitia chama cha People's Power Party PPP na kushinda uchaguzi, akiahidi kurejesha nidhamu ya sheria, kupambana na rushwa na kuimarisha uchumi na usalama wa taifa. Hata hivyo, kipindi chake cha uongozi kilikumbwa na migogoro ya kisiasa, maandamano na upinzani mkali, jambo lililomfanya kuwa mmoja wa marais waliojadiliwa sana katika historia ya karibuni ya taifa hilo la Korea Kusini. Hii ni Trigen Media.